Oh, msitusema. Okay. Nenda uambia dunia msitusema. Okay. Okay. Okay. Nenda uambia dunia, binti yetu yuko hai. Hata mimi mwenye rafiki yangu nakosa amani kuhusu yanayoendelea kwenye kijiji chetu. Nikwambie ni kitu kimoja ndio jamaa. Unajua hata mimi mwanzo nilikuwa mbishi sana ndani ya msitu wa Navirago, lakini kwa hichi kinachoendelea saizi, ah, sitaki kuwa mbishi tena. Hapo bwana, umenikumbusha jambo. Jambo gani tena? Kuhusu Kamau. Kamau kafanyaje kwani? Amefia kwenye msitu wa Navirago. Mungu! amefia kwenye msitu anavilago, amekutwa mwili wake umeharibika vibaya mno, ah. Wande, nimekuita tuzungumze swala moja kuhusu Kasongo na Nana. Nakusikiliza, Wande. Kwa sasa nilikuwa nakuomba ukae mbali na Kasongo. Kasongo Amefanya nini Kasongo? mbona siku ile... unamaanisha nini kusema hivyo Wande? Nana ni jeuli sana, Nana anaweza kufanya chochote ambacho nakiona yeye kwake ni sahihi. Sasa kwa ajili yako na kwa ajili ya familia yako nilikuwa nakuomba ukae mbali na Kasongo. Kae mbali na Kasongo. <laughs> Yaani bado siku ilihii, nieleweshe vizuri nikuelewe, sijakupata bado. Nikae mbali na kasongo kwa sababu zipi mpaka nikae mbali na Kasongo? Sana Nana anaweza kufanya chochote ambacho unakiona yeye kwake ni sahihi. Sasa kwa ajili yako na kwa ajili ya familia yako nilikuwa nakuomba ukae mbali na Kasongo. hivyo wewe unafikiri mimi namwogopa Nana? Simwogopi yeye, siogopi cheo chake wala siogopi familia yake. Eh, kweli hichi kijiji saizi ni hatari, hichi kijiji kimewaka, ah. Lakini pia tunamshukuru sana Malkia ya Shari. Ndiyo, kwa sababu ameweza kutukupa mavazi ambayo yatatukinga kwa usalama wetu kwa ajili ya msitu. anavira go papara Malkia Nana na Malkia Shari wamefanya jambo liyema sana, Magambo. Ndiyo, hapana. Malkia Nana ni mwanamke ambaye anajali sana ubinafsi wake, yeye anajali sana masilahi yake kuliko wanakijiji. Hapana ukimzungumzia hivyo Malkia Nana utakuwa unamkosea sana, kwa sababu wao ni familia moja. Huenda, lakini sio mbaya. Twende. <coughs> Ah, Nipo tayari kwa vita muda wote, saa yoyote, mtu yoyote atakayeingilia kwenye mapenzi yangu. <laughs> nipo tayari hata kumloga. Siwezi kukaa mbali na Kasongo, nampenda, najua. Na Kasongo kama anakupenda atakuwa na wewe tu, ila kwa sasa ningeomba ukae mbali. Mi ningependa nikupe muda wa kutafakari hili swala, staki kuongea sana nikaonekana naongea nikakukosea heshima, malkia wangu Wande. Nakuomba sana tafakari. Oh,

Ah, ah, ah na ndoto nilikuwa na sauti, nilikuwa na macho ya kukuona ukinitazama. Mdogo wangu, leo nimekuja ni ni na taarifa njema kabisa. Taarifa gani? Unaweza ukaotea kotea? Hapana, niambie hata kidogo tu. <coughs> Jaribu kama naweza nikaotea, lakini niambie bwana. mm. Okay, sir. Leo limu... nimefanikiwa kuonana na Kasongo pia na Wande na nimeongea nao. mm -hmm. Taarifa njema ni hizi kwa sasa Kasongo yupo mikononi mwako, sio? Na wasiwasi yoyote, dada. Kweli mm -hmm. Imekuwaje? mm. Mimi ni dada, natakiwa kuhakikisha furaha yako inadumu. Basi nilifanya kwa nafasi yangu na nikafanikiwa. Ah, katika siku nimefurahi mm -hmm. ni leo Wako hey, hey. Si Wande? Sasa Wande ndo akumuogopa? Eh he. Si yogope. Si Wande yuko piki yake yule, au unaona amekaa na simba pale? Unamfahamu vizuri mdogo wako Wande wewe? Ndio unamfahamu vizuri, ni hatari yoe mdogo wako. <coughs> Ah. Ah, mimi ngoja nikaongelee kama unamuogopa. Ah wewe nenda, mimi siendi. Hey. Uko salama lakini? Niko salama. Uko fresh? Wewe, mdogo wako? Nini mdogo wako huyu? Tuende, si yule pale tu niwande, hey, hey, ana shida gani? Hey, hey. Utaki kwenda? Ana maajabu. Nilistahili kuangamizwa. Ah, ah, ah. Mm -hmm. Nimeachwa gizani. Siwezi kuona. Nimefungwa kinywa. Siwezi kusema.

Nimerudi kwa ajili yako, nakupenda sana. Unapata shida kwa sababu umenifurahisha. Nikuwa naomba tutoke kidogo. Tunaenda wapi? Tukapunge upepo wapi? Bonde la chini. tuende sasa hivi au tule kwanza, bwana? Twende sasa hivi, mi unajua, ukiniambia kitu na huku sikuwepo muda mrefu, napata hamu hamu hivi <laughs> Basisa... basi, sawa twende. <tune> <tune> macho yangu yalikuwa kikwazo, sauti yangu ilikuwa tishio, akaamua kunifuta ili abaki peke yake moyoni mwako na mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Kama unanihisi nijibu moyoni, kama unaniona nioko rohoni, sikuhitaji dawa. Zaituni, we Zaituni, Zaituni. Be, mbona umekaa eneo kama hili afu uko peke yako? Najua frika, unajua tatizo langu ni nini. Nimemkumbuka sana Kamongo. Nemana, paka na maana mpaka leo hii hapo namwazaga Kamongo tu. Sio we peke yako unaoumia kuhusu Kamongo. Kamongo ni jamaa yangu sana <laughs> Ametangulia yeye lakini, hiyo ni safari ya sisi sote. Kuna muda tu na sisi pia tutafata, japo yeye ametangulia kwa sababu Mungu kampenda zaidi. Leo angekuwepo ingekupa na furaha sana, Zaituni, sio kweli? Hebu ngoja tuongee vizuri. E, inuka twende nyumbani, maana hii sio sehemu salama ya kukaa peke yako. Nilikuwa na ndoto, nilikuwa na sauti, nilikuwa na macho ya kukuona ukinitazama. Leo nigise tu kimya kinaniuma. Man, njoo wewe tena kujizungusha Ana. Kwa wakati huu kijiji chetu kipo kwenye hatari kubwa sana Taina, hizi taarifa za mwana kijiji kukutwa amefia katika msitu wa Navirago, umezisikia hizi taarifa? Ni za kweli, lakini dada, watu wana magonjwa yao, huenda katika pitapita zake amejidondokea huko kajifia. Mnaanza kuulaumu msitu, kwani msitu una shida gani? Wewe tena, tatizo lako ni moja tu, unapenda kuamini kile ambacho unakiona wewe kiko sawa, huwezi kumsikiliza mwingine. Na kama unanihisi nijibu moyoni, kama unaniona nioko rohoni, sikuhitaji damu, sikuhitaji cheo Nilitaji upendo zangu. Anamchukuliaje mimi? Anampenda sana Malkia Nana kuliko mimi? Alafu kwa nini amenikataza mimi kumfuata Loda kwao? Anajali sana kuhusu Malkia Nana kuliko mimi. Mdogo wangu, kwani mdogo wangu wewe umekaa hapo lini peke yako, afu unatoa machozi, tatizo nini? Kaka Kasongo, kaka Kasongo. Kasongo amekufanyia nini wewe mdogo wangu? Yani kaka, nampenda Kasongo, nampenda sana Kasongo. Kwa hiyo mdogo wangu, unataka kuniambia kulia kote huku ni kwa sababu ya mapenzi?

Hiki kitu naamini kwa sababu kuna kisa kimoja kiliwahi kutokea katika kijiji. Kuna familia iliwahi kufukuzwa kwa uchawi. Sasa ninaposikia huyu tena amemwona mtu huko akiwa anaongea na nyoka, napata wasiwasi, huenda ikawa ni masalia ile familia masalia ile familia. Dada acha, acha mila potofu, yaani hizo ni imani potofu, amna kitu kama hicho. Huo ni uzushi tu, watu wanazusha maneno ya uongo. Eh, wana kijiji wangu wanakuwa na hofu. Wa ukiwa na hofu hivyo wana kijiji wangu watafanyaje? Naomba nisikilize dada yangu. Mimi kuna mitego yangu nimeitega. Ikisha ikisha kuwa sawa hiyo mitego, tutajua nini cha kufanya. Huko umefika mbali. Wewe na mitego tena. Nana, hili swala tuwezi kulikalia kimya lazima tumwambie baba. Yaani uniamini kiasi hicho? Yaani tumeshindwa kulitimiza ili jambo mimi na wewe, mpaka liende kwa baba? Mimi haya mambo nakutana nayo sana kabla hujaja. Mambo nikuombe, dada, huu mtego nilio utega, hu likaa sawa, tutajua nini cha kufanya, na ndugu yangu Wasiwasi wasi ndo akili. Tatizo lako ni moja tu. Unapenda kuamini kile ambacho unakiona wewe tu. Huwezi kumsikiliza mwingine. Niko hapo nyuma. Nisikie ni vibaya. <coughs> macho <coughs> yangu yalikuwa kikwazo. Sauti yangu ilikuwa tishio. Akaamua kunifuta ili abaki peke yake moyoni mwako. mm -hmm. Kasongo. Kwa Kasongo ndo anakufanya ulie polini kiasi hiki? Naumia no, Kaka Kasongo. Anipendi Kasongo, anijali mimi <laughs> Dongo huyu anachokitafuta atakipata. Nilikuwa na ndoto, nilikuwa na sauti, nilikuwa na macho ya kukuona ukinitazama. Leo nigese tu kimya, kinaniuma kwa kosa gani? Nilistahili kuangamizwa? Aa, mm-hmm. Nimeachwa gizani. Siwezi kuna nimefungwa kinywa, siwezi kusema. Wivu wa mapenzi ule ni tu kwa ajili yako, nimepoteza dunia mm -hmm. Macho yangu yalikuwa kikwazo, sauti yangu ilikuwa tishio, akaamua kunifuta ili abaki pekee yake.